Klabu ya Simba Sports Club ya Tanzania sasa imepanda katika viwango vya timu bora Afrika na kuwa na nafasi ya tano baada ya kufanikiwa kufuzu nusu fainali ya Kombe la Shirikisho Afrika kwa kuitoa Almasri ya Misri kwa penati nne kwa moja kwa aggregates ya mbili kwa mbili. Simba Sport Club imepanda hadi nafasi ya nne baada ya kuipick Wydad Casablanca ya Morocco kutokana na Simba Sport Club kuwa na point 43. Timu inayoongozwa kwa ubora kwa sasa ni Al Ahly ya Misri yenye pointi 78. Nafasi na ya pili ni Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini yenye pointi 57 na ya tatu ni Esperance Tunisia yenye pointi 57. Simba imekuwa na mwendelezo mzuri sana katika mashindano ya kimataifa. Congratulations Simba Sport Club. Ulikuwa nami sports lady Gladjo, hii hapa ni super 12 ya Dino television. Endelea a kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Inaelezwa klabu ya Southampton ya ligi kuu England imevutiwa na uwezo wa Mtanzania Novatus Miroshi anayekipiga Gostepe ya Uturuki na imepanga kumsajili dirisha lijalo la usajili Ulaya. Mbali na klabu hiyo zipo pia nyingine nyingi zilizoonyesha nia ya kumsajili nyota huyo anayemudu kucheza nafasi mbalimbali uwanjani. Inaelezwa kuwa Southampton inafikiria kumnunua moja kwa moja Miroshi kama sehemu ya kubadilishana wachezaji na Gostepe. Kwa ajili ya maandalizi ya msimu ujao, klabu hiyo imepeleka majina ya wachezaji wawili wanaowahitaji. Mbali na Miroshi, yupo pia kiungo mnigeria Anton Dennis. Hata hivyo, kuna asilimia kubwa Miroshi kujiunga na timu hiyo, kutokana na ushirikiano unaoendelea kwa klabu hizo zinazosimamiwa na kampuni ya uwekezaji michezo Sport Republic. Timu hiyo iko mkiani mwa msimu wa ligi hiyo, na kwenye mechi ishirini na tisa imeshinda mbili sare tatu na kupoteza ishirini na nne na imekusanya pointi tisa. Hii ni moja ya maswali ambayo pengine mashabiki wamekuwa wakijiuliza, kwa nini nyota huyo anahusishwa na klabu kubwa Ulaya? Hata hivyo jibu ni jepesi, kutokana na kiwango alichokionyesha kwenye msimu wa kwanza wa ligi ya Uturuki. Kwa kiwango alichokionyesha kwa mechi 19 za Gostepe, ni wazi timu hiyo inayopambania kubaki ligi kuu England inamtazama kama mchezaji atakayekwenda kuisaidia. Miroshi tangu ajiunge na Gostepe akitokea Shakadonesti ya Ukraine ambako alichukua ubingwa wa ligi na kucheza michuano ya ligi ya mabingwa Ulaya, amekuwa na kiwango bora. Mechi kumi na tisa alizocheza kwenye ligi ya Uturuki amefunga mabao manne na asisti moja, timu hiyo ikiwa nafasi ya saba kwenye msimamo wa ligi ndiye mchezaji aliyebadilishwa nafasi mbalimbali kwenye timu hiyo, wakati mwingine akicheza kama mlinzi wa pembeni na kiungo, na amekuwa akifanya vizuri. Ulikuwa nami Sports Lady Gladjo. Hii hapa ni Super 12 ya Dino Television. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.